Hakika inaumiza inagusa na kuogopesha pia. Padri mwingine auawa, kifo cha kushtua kwa kupigwa risasi alipokuwa anaelekea ibadani. Unatizama Mseto Media. Tafadhali hakikisha ume subscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu za kipekee na za ndani usizoweza kuzipata sehemu nyingine. Bonyeza maneno subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, hakikisha unaibonyeza pia inayekuletea taarifa hii ya majonzi naitwa Princess Kiuli. Simanzi, hofu na uzuni vimezidi kutanda kwa watumishi wa Mungu, kanisa na waumini, na hii ni baada ya matukio ya kushtua kuzidi kushamiri dhidi ya viongozi wa dini ambapo yanaleta hofu, mashaka, uoga na sintofahamu kubwa kwa waumini na kanisa kwa Tanzania. Siku kadhaa kule nyuma tuliwahi kusikia kuvamiwa na kushambuliwa kwa Padre Kitima ambaye ni katibu wa baraza la maaskofu Tanzania tek aliyelazwa, akipatiwa matibabu kwa muda lakini, pia kule Kenya, wiki kadhaa nyuma, tulisikia juu ya kuuawa kwa padri John Maina, ambaye alikuwa ni paroko wa parokia ya Igwamiti ya kanisa Katoliki. Na hivi sasa tunakuletea taarifa nyingine ya kuuawa tena kwa padri kwa kupigwa risasi. Hakika inashtua. Taarifa kamilifu ni kwamba Padri mwingine nchini Kenya anayejulikana kwa jina la Aloys Pate ameuawa kwa kupigwa risasi kifo kilichokuwa gumzo nchini Kenya, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla kwani Waafrika wote tunaamini ni wamoja. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Elgeyo Marakwet Peter Mulinde amesema pad bet alimiminiwa risasi na watu ambao bado hawajajulikana alipokuwa anaelekea ibadani kanisani katika eneo la Tot bonde la Kerio. Tukio hili baya la kuuawa pad bet limetokea Mei 22, 2025 eneo la Makoro katika kijiji cha Kabartile baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha za moto. Taarifa toka kwa mkurugenzi wa mawasiliano ya e jeshi la polisi NPS Muchiri Nyaga imesema baada ya taarifa ya kushambuliwa padri, jeshi lilianza uchunguzi na msako mkali. Muda huo huo, polisi imeomba wananchi wa umini na jamii wawe wapole kipindi swala hili linaendelea kufanyiwa uchunguzi, na yeyote mwenye taarifa anaombwa kuwasilisha hasa kwenye mitandao. Wananchi Kenya wanakiri padri alikuwa mtu mwema, msaidizi wa kiroho na aliyesimama katika imani thabiti. Wanakihurumia kifo chake, wanachosema hakikupangwa na Mungu. Hii ndio taarifa ya kuuawa kwa padri kule nchini Kenya, na sisi ni kazi yetu kukuletea kila lile linalotokea. Tuachie komenti yako hapo chini, tuachie maoni yako. Je, nini kifanyike ili wanaofanya matukio haya katili wakibainika, wakomeshe kabisa tabia hizi. Niandikia hapo chini na mimi nitasoma. Mimi ni Princess Kyule wa hapa Mseto Media, hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.